Frank. Ya, nambia mwana. Nzuri. Niko gari kama unavyoona okay. <laughs> Hey. Ni kweli kwa sababu huku ni mkoa. Hey, ni bwana, ni ni ni ni kwanza Mwenyezi Mungu kwanza aendelee kuwabariki watu wa Tanga na mikoa mingine kwa sababu mvua ni neema, huwezi kuikataa neema ya Mwenyezi Mungu. Jana ilikuwa ah, ni putui. Ah, bwana. Hivi unaanza kusema mpira jana? We, we, ni mtu wa mpira kweli. Finali ile. Ile shot on target huyo unasema mpira kweli? Mimi nataka nirudie hapo hapo kwenye ishu ya jana kwa sababu umenikumbusha. Nataka niwahakikishie Watanzania. Katika klabu ya Ovyo ni Simba Sport Club kwa, kwa sababu mimi nakwambia kweli sikufichi labda kama utakata hiki kipande ni wewe. Lakini katika klabu ya Ovyo ni Simba Sport kwa sababu ukianza kugoogle walimfika fikaje, finali utacheka hapa na Mbagala. Ukianza nakwambia utacheka kicheko na Uta chako kutoka hapa mpaka na Mbagala. Hapo wapi? Nasema Tanga hapa utacheka kutoka hapa mpaka Mbagala ukigugo wao wame yani, mpaka sasa hivi wameshika nafasi ya pili kwenye ligi wamefikafikaje? Utaanza kuizungumzia kui, mechi ya mashujaa sijui mechi ya nani, unakuta ni vitu vya ovyo ovyo. Lakini cha ushauri wa mwisho ni kwamba tunarudi pale pale, hii ndio klabu ya ajabu ya maajabu. Maana yake ni kwamba kinachowasaidia sasa hivi kama sio Mungu wao ambaye sisi tunamfahamu, narudia tena, kama sio Mungu wao ambaye sisi tunamfahamu ni neema mwenyezi Mungu imewashukia wao, kwa sababu mpira anaocheza haujawahi kutokea Afrika hii, kwa sababu inawezekana una shot on target alafu leo unashangilia kwamba mi nakwenda kumfunga mwarabu, namfunga mwarabu. Mm -mm, ndio hapa sasa hivi simu zimekuwa jana usiku zinaita, mashabiki wa Simba wa Komoro wananipigia simu, wana, wana nipigia simu yeah. Tusaidie, niwasaidie nini? Wanaanza kuomba bwana an oh, tunaomba ongea na viongozi ongea na engineers sawa ah, ah, tuwasaidie nini? uwanja uwanja uwanja gani mnataka mcheze chumbani kwenu au mnataka mcheze uwanja? Wanake washaelegezewa washa washaelekezewa kwamba bwana, wa kila chipsi na chipsi mayai watakuwa sawa, na ndio maana wanategemea uwanja mmoja tu kupindua meza. Football haiko hivyo brada, unaweza ukashinda ugenini na ukashinda sehemu nyingine, inategemea wewe umejiandaa vipi, na ndio maana nimewambia, nisikilize bwana ya Simba ambao kikosi ambacho Simba wanachoishi hapa. Shabiki yote anayenisikiliza sasa hivi, kikosi hichi ndio kina kina mchimbi wale, Yanga tulikuwa tunapata taabu katika yeah. Hey, mchezo yale narudia tena hey. Kikosi ambacho Simba nacho yeah. Hey. ndio wakina mchimbi wa siwadharau, kwamba sio wachezaji hapana. Level ile huwezi kucheza kucheza fainali kama huna ujanja mwingine, lakini Simba anacheza fainali. Ndio maana nikakwambiaje, kuna jambo ambalo linafanyika ambalo liko nje ya pazia, kama sio uwezo wao, kuna jambo lingine. Kama sio jambo lingine, ni bahati imeamua kuonea, kwa sababu bahati ikiwa mbaya kuna siku itakata. Ikikata ndio wale mkienda Moroko, mnarudi wote mmenenepa, kunenepa mmenenepa, sababu gani? Maanake inawezekana kuna vitu mmekula tofauti, umeelewa nachokwambia? Kwa hiyo kwa, kwa leo hii tunaizungumzia fainali ambayo Simba nakwenda kucheza. Sigugo wala siichukii, pointi ya msingi ni kwamba wanakwenda kucheza mashindano ambayo hawa wenyewe hawachezi, kuna vitu vinacheza, ndio maana wanasonga mbele. Hawa wanafanyaje? Narudia tena ikifikia hatua nimeiogopa Simba hii, hutaniona tena uwanjani sehemu yote, naisapoti Yanga Afrika. Watu watuambie muda wowote na saa yoyote, lakini wapite kwenye njia kanuni, kwamba tarehe hiyo waligoma kwa sababu gani? Tunaingiza timu uwanjani, au kwa sababu wamekimbia kwenye kanuni? Waiache mechi ya ligi, mechi ya ligi, waombe mechi ya kirafiki, mkoa wowote nchi yeyote, tunacheza. Lakini sisi tunasimama kwenye, kwenye kanuni. Bwana Frank, neno lako la mwisho kuelekea baadaye, mnatoka na ushindi? Kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu, chama wanachama wa Yanga wote wamekuja hapa karibia wote, na mimi na hisi, wamekuja hapa Tanga, tumeshaifunika hii Tanga. Tunachokiomba sasa hivi ni wachezaji wetu waamke salama na waendelee kuipambania nembo ya Dar es Salaam Yanga Africans, na na uhakika leo tutatofautisha kati ya mbingu na ardhi tutakapofika saa kumi.